Ujambo na karibu. Matatizo ni hali ambayo watu wengi zaidi wanayapitia. Wengine hutafuta tiba ya mitishamba au kienyeji bila mafanikio, ila sasa yupo hapa daktari wa kienyeji, ni mganga maarufu wa tiba asili. Wasiliana na daktari alikupitia nambari yake hii ya simu, atakusaidia kutatua matatizo yafuatayo: mambo ya mapenzi, nguvu za kiume na kike, kumshika mwizi, kesi kotini kisirani kwa biashara, kumvuta aliye mbali, pamoja na matatizo mengine mengi zaidi. Wasiliana na Daktari Ali kupitia nambari yake hii ya simu.